Michi chama katika miiko ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya uchaguzi eh, ambayo tume inayozingatiwa ule ukurasa wa 35 A hey, au moja inasema ni mwiko kwa kiongozi mgombea au mwanachama wa CCM kutoa kupokea rushwa. Kwa ajili hiyo, kiongozi mgombea yeyote wakati wa uchaguzi akithibitika kuwa ametumia rushwa katika jitihada zake za kuwania nafasi anayoiomba hatateuliwa hata, hata te, hata kugombea nafasi hiyo. Ni rushwa tu. Kwa hiyo tunaendelea, tuna, tuna kukemea rushwa. Ipo brother eh, aki ya Mungu, rushwa ipo kwenye chama cha CCM eh, na so, nasema hivyo ili tuiache, na nimekuwa nikisema kwenye majukwaa, rushwa inatunyima kupata viongozi wazuri Chama cha Mapinduzi CCM ni chama kikongwe na chenye historia ndefu ya kisiasa nchini Tanzania kikiwa kimeasisiwa mwaka 1977 baada ya kuunganishwa kwa vyama vya tano na ASP. CCM kimejipambanua kama chama cha wanyonge chenye misingi ya haki, usawa na utawala bora. Hata hivyo vitendo vinavyopingana na misingi hiyo kama vile kuwapa makatibu mamlaka ya kuchukua pesa kutoka kwa watiania zaidi ya kiwango kilichowekwa rasmi na chama vinaweza kukipa chama taswira hasi mbele ya umma na wapiga kura. Msichukue fedha zaidi ya kiasi kilichoidhinishwa kwa kisingizio cha michango. Huu ni mchakato wa awali, wanachama hawa wanachukua fomu, mwamko ni mkubwa, lakini la pili wanahitaji mchujo ili watakaporejeshwa waingie katika kinyang'anyiro kile cha kwenda kupigiwa kura. Kwa hiyo tusitumie nafasi hii kwenda kuwaambia viwango tofauti na vilivyoidhinishwa kwa kisingizio kwamba kuimarisha shughuli za jumuiya au shughuli za chama. Kwanza hatua kama hiyo huashiria kukosekana kwa uwajibikaji na uwazi ndani ya chama. Ikiwa chama kinaweka kiwango fulani cha fedha kwa watia nia, lakini makatibu wake wanatumia nafasi zao kuvuna zaidi ya hapo, kwa siri au kwa mabavu, basi hili linamaanisha kuwa chama hakifuatilii kwa karibu mwenendo wa viongozi wake wa ngazi za kati au chini. Wanachama na wananchi kwa ujumla wataanza kujiuliza, je, huu ni mwanzo wa ufisadi ndani ya chama? Je, CCM bado ni chama kinachojali maslahi ya wote au kimegeuka kuwa jukwaa la kujinufaisha binafsi. Ah, tumeona juzi mm. kuna, kuna utaratibu mpya uliopitishwa wa kuongeza mm. idadi ya wajumbe. Mm. kwa ajili ya, ya kupunguza mm. e, ule uwezekano wa mgombea ama mtiania ku, kuweza kutoa rushwa kwa wale wajumbe wachache wa awali. Mm. kwao kwa, kwa, kwa kik, mkutano mkuu wa CCM wa, wa, wa, wa Machi nafikiri mm. Ulibadilisha ka utaratibu kwa ajili ya kuongeza idadi ya wa, wajumbe, wajumbe. Mm. ili hata mtu anapokuwa anatoa rushwa atoe ya kutosha. Anaweza akaishia njiani <laughs> ama asiweze. Kwa hiyo hata wenyewe mm. nafikiri wanaona kwamba ndani ya Chama cha Mapinduzi kuna tatizo la rushwa na ndio na maana wakaja na huo taratibu. Pili, vitendo hivyo vinapotosha misingi ya haki katika mchakato wa uchaguzi wa ndani ya chama. Mtu mwenye uwezo mkubwa wa kifedha atakuwa na nafasi kubwa ya kupenya hata kama hana uwezo, ili hali wale wenye uwezo wa kiuongozi, lakini hawana fedha nyingi watabaki nyuma. Hii inaweka mazingira ya kuchochea chuki na kukatisha tamaa wanachama wa kawaida huku ikivuruga dhana ya demokrasia ya ndani ya chama. Kwa hiyo rushwa <laughs> haina chama, ndani ya CCM kuna rushwa na ameshikwa, ni katibu wa CCM watawi gani, ji kata gani? Hapa Dar es Salaam. Tatu, hatua hii inaweza kuchukuliwa kama dalili ya kukithiri kwa tamaa ya fedha na kupotea kwa maadili ndani ya uongozi wa chama, pale ambapo pesa inakuwa kigezo kikuu cha kuamua nani apate nafasi ya kugombea au kupanda ngazi, basi chama kinaacha kuwa taasisi ya kisiasa na kugeuka kuwa soko huria la nafasi za uongozi. Wananchi ambao ni mashahidi na hali hii huanza kuamini kuwa viongozi wa chama hicho wanawania nafasi si kwa ajili ya kutumikia watu, bali kwa ajili ya kurejesha uwekezaji wao wa fedha. Nasema, kipindi hiki tutawashangaza watu waliodhani business as usual inaendelea kwenye chama hiki. Watu wote wabaya walijishughulisha na vitendo vyote ambavyo ni mwiko kwenye chama chetu. Narudia tena, tutashikisha watu adabu. Athari nyingine ni kudhoofika kwa imani ya wananchi kwa chama hicho. Katika zama hizi za vyama vingi, wananchi wana nafasi ya kuchagua chama kingine wanachoamini kinaendeshwa kwa misingi ya haki na uwajibikaji. Ikiwa CCM haitachukua hatua madhubuti kukabiliana na suala hili, basi si ajabu kuona kupungua kwa ushawishi wake kwa wapiga kura, hasa vijana ambao ni kundi kubwa na lenye kiu ya mabadiliko. Kwayo sizungumzi ili kufurahisha umma, nazungumza ili watu wajue kwamba tuna wakati mgumu na tunakichafua chama sisi kwa sisi. Kwa kumalizia tu, ni kwamba vitendo vya baadhi ya makatibu wa chama cha Mapinduzi kuwatoza watiania fedha zaidi ya kiwango kilichowekwa, wanakipa chama taswira ya chama kisichosimamia maadili, haki na uwazi, misingi ambayo kimsingi ndiyo ilipaswa kukiimarisha. Ikiwa CCM kinataka kuendelea kuwa chama tawala na chenye heshima mbele ya umma, kinapaswa kuchukua hatua za haraka na kali dhidi ya viongozi wake wanaokiuka taratibu. Vinginevyo, chama hicho kinaweza kupoteza uhalali wake wa kisiasa na kuporomoka taratibu, kutoka katika hadhi yake ya kuwa chama kikongwe hadi kuwa chama cha kawaida kisichoaminika.